Sheria inadai kwamba kila chama kisaini kisaini ile kanuni za maadili, lakini kanuni ambazo tumeletewa, na ambazo zinatakiwa zimesainiwa siku ya Jumamosi zenyewe kwanza zinasema na, nataomba niwasomee ili Watanzania wote wajue na waanze kujiuliza je, haya ambayo tume ina, imesema ambayo mkurugenzi Kailima ameyasema, je yanaashiria kitu gani? Kanuni ya moja, moja, moja, nukuta tatu inasema muda wa, wa kutumika kwa kanuni za maadili, inasema hivi, naomba niwasomee watanzania wenzangu. Kanuni hizi za maadili zitatumika katika uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 kuanzia siku moja baada ya tarehe ya uteuzi wa wagombea wa uchaguzi mkuu hadi baada ya kutangazwa kwa matokeo ya uchaguzi huo. Vile vile, kanuni hizi zitatumika katika chaguzi ndogo ndogo. Kanuni hizi zinaanza kutumika siku moja baada ya nini ya uteuzi wa wagombea. Niambieni hivi, leo nani kateuliwa kuwa mgombea kwa mujibu wa sheria, awe raisi, makamu wa raisi? Hatawa sisie jinsi mambo zile sarakasi walizofanya kule Dodoma ambazo zinakiuka katiba yao. Hakuna uteuzi umeshafanyika kwa mujibu wa sheria. Hakuna fomu yoyote ya, ya uteuzi wa wagombea ambayo imeshapelekwa kwenye Tume ya Uchaguzi. Kanuni hizi zinazaje kutumika? Wabunge je, bunge limeshavunjwa? Kwa sababu inabidi uangalie ibara ya 38, 39 ya katiba na mchakato mzima kwamba nafasi ya kiti cha bunge inakuaje na, na ibara ya 40 ya katiba. Bunge bado li, liko kazini. Bunge halijavunjwa, kwa hiyo hata uteuzi wa wagombea wa nini wa bunge hauja haujafanyika. Lakini Kailima na wakuu wake wanasema nini, hizi kanuni zinawabana chama. Sasa kanuni zenyewe zinasemaje? Twende kwenye moja moja 1.5 1.5 Wajibu wa kusaini na kuthibitisha kuheshimu kanuni za maadili. Kila chama cha siasa na serikali na tume ya uhuru ya, ya taifa ya uchaguzi watawajibika kusaini kanuni hizi za maadili. Chama cha siasa ambacho hakitasaini kanuni za maadili kitazuiliwa kushiriki katika uchaguzi. Sasa unajiuliza, kifungu cha mia sitini na mbili cha sheria ya uchaguzi wa raisi wa bunge na madiwani, akise, akitoa adhabu yoyote kwa kuto kusaini kinasema kutakuwa na, na penalty. Penalty haiwezi kuwa ni adhabu ya kufanini, mtu kufanini kufungiwa. Na kingine, ndugu zangu, nipende kuambia haki haki ya kuchaguliwa kuwa mgombea inatolewa na katiba na mwongozo wa sheria, wa kitu gani kinamnyima mtu kuwa kuwa mgombea kimetajwa na katiba ya Jamhuri ya Muungano ya Tanzania.